Alafu uende nje uanze kufagia tu uwanja, sawa eh? Ehe. Ukitaka kujipenda pia hakikisha asubuhi unavaa kama dada, kama nani, kama dada, usionekane una umri gani na watoto wangapi, uvae kiasi kwamba mpaka mtu anasema "Eh hey, jamani shemeji <laughs> e, vaa kama kahaba, vaa nguo inayokuruka kuone ipasavyo Usiku mme wako akishakuja, unajua huu muda ni wa mme wangu kuja. Kwanza usilale mume wako hajafika ndani. Ni kosa mwanamke kulala mume wako hajaja au hajafika ndani. Wewe mwanamke unafeli kuimarisha ndoa yako, sawa eh? Kosa la pili mwanamke unalolifanya ni kumwongelea mwanamke ambaye hayupo ndani kwako. Habari za mwanamke wa nje unazileta ndani ya ndoa yako, tena wewe mwanamke, ni kosa na ukimwongelea mwanamke wa nje mbele ya mme wako, uelewi kwamba unampa nguvu yule mwanamke kuwa karibu na mme wako, kwa sababu unataka kukompea wewe na yeye. Na wanawake wengi wanaishi kwenye ndoa zao kutaka kushindana na vimada vya waume zao. Uzuri wa mwanamke sio makeup, uzuri wa mwanamke sio kucha, uzuri wa mwanamke sio wigi, uzuri wa mwanamke ni tabasamu Uzuri wa mwanamke ni jicho kulitumia. Mwanamke unatakiwa kuelewa, mimi ni namba moja na ni wa kipekee kuliko mwanamke mwingine. Sina haja ya kwenda kwenye makeup, wakati huyu mwanaume alinikubali sina makeup, tumeelewana. Acha kukompea na kimada wa nje, achana na biashara za kumwongelea mwanamke wa nje ndani ya ndoa yako, mbele ya mume wako. Sawa eh? Ukitaka mume wako atulie na unajua na mwanamke mwana wa nje, nyamaza kimya. Alafu fanya haya ninayokuambia, usiku uwe kahaba kwa mume wako. Amekaa pale amechokachoka, mkaribishe, mume wangu, karibu. Lakini tayari hapa, chakula kipo tayari, maji ya kuoga yako tayari, na mimi niko tayari. Unatarajia kuanza na kipi?